Nio maana halisi inim na soka lakini pia ndio maana halisi ya mwangaza kwa dini. Kwa majina naitwa Saomega, ni mwalimu lakini pia Omega Kids Academy ndio timu ambayo ya Omega FC hey. Kimsingi pia ni mratibu wa Emo Stream na niseme tu kwamba leo tukio ambalo tulifanya hapa ni moja tu kwa marafiki zangu hawa wa Omega FC ni kuwakabidhi mpira, mpira. Kampuni ya Costco mpira safi kabisa kuwakabidhi mpira ni kizuri, kama sehemu ya motivate masuala ya michezo na kama ilivyo ada katika shirika letu la Emo Stream na ndivyo inavyotakiwa kwamba kuhamasisha masuala kwa kwa ya elimu katika nyanja mbalimbali ikiwemo mwana michezo. Kwa hiyo ni washukuru sana, naomba nikabidhi mpira kwenu eh, nikabidhi mpira kwenu watoto wazuri safi, <coughs> si ndio? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>